Kanuni kumi zisizoandikwa zinazofuatwa na madereva wa Bolt waliofanikiwa. Kampuni ya usafiri wa mtandaoni, Bolt, inaendelea kuongoza kwa kushikilia asilimia sabini ya soko la huduma za usafiri nchini. Mafanikio haya yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na uwezo wake wa kuoanisha usalama, bei nafuu, na teknolojia bunifu inayokidhi mahitaji ya usafiri kwa tabaka mbalimbali mbali za watumiaji. Katika mahojiano ya moja kwa moja yaliyofanyika wiki iliyopita kupitia kituo kimoja cha redio hapa jijini Dar es Salaam, Dimmy Kanyankole, Meneja Mkuu wa Bolt kwa Tanzania na Kenya, alieleza kanuni kumi ambazo madereva waliofanikiwa kuzifuata licha ya kutokuwa sehemu ya sera rasmi za kampuni. Madereva wetu ni nguzo muhimu katika uchumi wa miji nchini Tanzania. Kwa mfano, tuna pikipiki nyingi kuliko magari, na nyingi hutumika kwa shughuli za kiuchumi. Hata wakati wa msimu wa mvua uliopita, mahitaji ya usafiri kupitia boda boda na teksi yaliongezeka hasa kwa abiria wanaokwenda kazini au wafanyabiashara wanaotoa huduma za usafirishaji wa bidhaa alisema Dimmy. Kwa mujibu wa Bolt, mafanikio ya mfumo wao yanatokana na uwezo wa jukwaa lao kuunganisha madereva na abiria, kupangilia bei kwa usawa ili madereva wasinyonywe na kuvutia abiria wengi wanaotafuta suluhisho la usafiri wa uhakika na salama. Hali hii imewafanya madereva wengi kuliona jukwaa hili kama chanzo madhubuti cha kipato. Katika mahojiano hayo, Dimmy alibainisha kanuni tano kuu ambazo madereva wanaofanikiwa huwa hawazipuuzi. Ya kwanza, usiwashe app kama hauko tayari kuchukua abiria. Usipokuwa tayari kufanya safari, usijaribu kuwa hewani, hata hiyo huathiri alama zako kama dereva. Wakati wa kula au mapumziko, zima huduma ya upatikanaji ili kuepuka kughairi safari au kukataliwa, hali inayoshusha kiwango chako cha utendaji. Ya pili, simu yako iwe imesasishwa kila hakikisheni app ya Bolt inafanya kazi vizuri kwa kuwa na simu iliyosasishwa kiteknolojia ya kisasa inahitaji vifaa vya kisasa. Ya tatu, tambua maeneo ya joto na vipindi vyake. Fanya kazi kwa akili, si kwa nguvu tu. Asubuhi elekea maeneo ya makazi kwenda katikati ya jiji kama vile Mikocheni hadi Posta chana, zunguka maeneo ya ofisi za serikali na migahawa, jioni kuwepo karibu na bar, mall na vituo ya mabasi. Ya nne, huduma ya nyota tano, bakshishi nzuri, wateja kurudi tena. Tofauti huletwa na huduma ndogo ndogo, gari safi, hewa nzuri. Usigombane au kulalamika kuhusu njia ya safari, na kuwa na mtazamo chanya wa kibiashara. Changamoto ni sehemu ya kazi. Ya tano, usikae sana bila safari. Kama upo eneo moja kwa zaidi ya dakika kumi na tano bila kupata safari, hama haraka naelekea eneo lenye abiria. Kusalia maeneo ya kufa kinapunguza kipato chako kwa sabi. Ya sita, fuatilia taarifa za Bolt kwenye makundi ya WhatsApp ya madereva. Hapo ndipo taarifa mpya zinapatikana: maeneo yenye abiria wengi, masasisho ya app, na taarifa kuhusu matukio makubwa. Habari ni nguvu. Ya saba, epuka kughairi safari, isipokuwa ikiwa ni muhimu sana. Kughairi mara kwa mara kuna haribu kiwango chako cha kupokea safari, hupunguza nafasi ya kupata safari mpya na kuathiri uonekano wako

epuka safari fupi kwenye eneo la msongamano. Safari chini ya shilingi elfu tatu maeneo kama Kariakoo au Posta ni hasara. Kubali tu kama uko kwenye boost au kuna uwezekano wa safari kubwa baadaye. Ya tisa, kuwa mstaarabu lakini thabiti kuhusu usalama. Ukikumbana na abiria anayevunja kanuni kama kupakia abiria wengi kuliko kawaida au njia hatarishi, shikilia sera kwa utulivu. wateja wanaheshimu madereva wanaojali usalama. Ya kumi, lenga safari zinazofuatana bila kupumzika. Baada ya kumaliza safari, usizime app mara moja. Kubaki hewani maeneo ya mall au maeneo ya biashara huongeza safari ya kupata safari nyingine mara moja. Usisahau kusubscribe kwenye youtube channel yetu na kutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Vuzo Media.